Utambulisho wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Likuyufusi Mkenda kwa kiwango cha lami awamu ya kwanza inahusisha kipande cha kilomita 60 kutoka Likuyufusi hadi Mikayukayu. Mheshimiwa Waziri, awali ya yote, sisi kama mkoa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed, niseme kwamba tunamshukuru sana Mungu tunaendelea kushukuru na kumwombea Mheshimiwa Rais na kwa mafanikio ya serikali ya awamu ya sita mkoani Ruvuma. Serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani, niseme kwamba imetoa takribani shilingi trilioni moja pointi nane kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Katika sekta ya barabara tumeletewa bilioni mia tatu nukta moja mbili pamoja na elimu, afya, nishati, maji, usafiri, kilimo na yote. Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, mradi huu una manufaa mengi. Kwanza, mradi huu ni sehemu na juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara kama kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kujengwa kwa barabara hii kutasaidia kuboresha usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka vijiji vya pembezoni hadi masoko ya Songea Mbinga, lakini hata nje ya nchi yetu. Lakini vile vile tutapata manufaa makubwa kama kiunganishi uh, cha mkoa na nchi jirani Msumbiji, na hivyo kuongeza biashara ya mpakani na mwingiliano katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, hivyo kuinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, uchumi wa halmashauri, lakini kuongeza sehemu ya uchangiaji katika pato la taifa. Itaweza kuwapatia vikosi vyetu vya ulinzi na usalama njia rahisi ya kufika maeneo ya mipakani kwa ajili ya ulinzi na usalama. <muchos>